Karibu tujifunze kuhusu uwekezaji ukiwa inawezekana kufanya katika hatua yoyote ile ambayo upo kifedha na hata kimaisha, lakini ni muhimu pia kufahamu mambo ya msingi eh, pale ambapo unataka kuwekeza wapi na njia gani pia ambazo unaweza ukatumia, manufaa yake, faida na vingi ambavyo unapaswa kufahamu ili kusaidia kuepuka uh, hasara zozote ambazo zisizo za lazima, kutambua pia fursa uh, pamoja na kupanga mustakabali wa fedha na uhalisia. Na tumemwalika hapa mkufunzi um, na mtaalamu wa masuala ya elimu ya fedha pamoja na uwekezaji uh, Wanda Gordon uh, uh, a certified financial educator. Karibu sana Wanda. Asante sana, Wanda. <laughs> And... tunategemea kupata wonders. <laughs> <laughs> No, so, wakati wengine wana, wanasema bwana Januari iko hivi mm -hmm. na hivi ni kama wawekezaji wametulia <laughs> mambo yanakuwa mazuri kwa upande wao. <laughs> Tuna, tunaposema um, kuhusu uwekezaji hasa wa fedha mm -hmm. na elimu uh, yake ni um, upi msingi uh, wa swala hili? Okay, so kwanza kabisa napenda kushukuru kwa nafasi hii ya kuwa hapa. namshukuru Mungu kunipa uhai na asanteni sana kwa mwaliko. Karibu sana. Kwa kujumuika nani. So tunapozungumzia uwekezaji wa fedha ni pale ambapo unakuwa unaweka pesa katika fursa fulani ili kwanza upate faida lakini pia ukuze thamani yake kwa kadri muda unavyozidi kwenda, sawa. Na uwekezaji katika fedha uko tofauti na fursa nyingine za uwekezaji, kwa sababu, uwekezaji kwa sababu uwekezaji unaweza ukawa umewekeza fedha au rasilimali ama muda lakini uwekezaji wa rasilimali ni uwekezaji ambao unaweza pia ukaubadilishia matumizi pale ambapo uwekezaji huo haujakulipa. Kwa mfano mtu anayewekeza katika real estate, uh, swala la majengo na viwanja, ikiwa uwekezaji huo labda alijenga hoteli kashindwa kumlipa, anaweza kabadilishia matumizi kwa yani Airbnb, bila kupunguza thamani ya huo uwekezaji. Lakini uwekezaji katika fedha, pesa ndio bidhaa yako kwa hiyo ukipoteza hauwezi tena kurejesha. So tunapoongelea uwekezaji katika fedha tunaongelea regulated investment opportunities, yani uwekezaji ambao unaratibiwa ambao unakuwa na mamlaka rasmi nyuma yake. Kwa hiyo kwa Tanzania kuna fursa tatu: kuna hati fungani ambayo inasimamiwa na BOT, kuna mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambayo inasimamiwa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA, alafu kuna hisa ambaye nasimamiwa na CMSA pamoja na DSE Dar es Salaam Stock Exchange. mm -hmm. mm -hmm. Katika kuifahamu hiyo ama aina hizo tatu mm -hmm. utofauti wake wa kila mmoja ukoje na ipi inamfaa nani? okay. mm -hmm. So utofauti wa hizi fursa tatu za uwekezaji, kwanza ni kwenye kianzio. Sawa, kila fursa inakuwa na kianzio tofauti. Malengo, sawa, kila fursa inakuwa inamlenga mtu mwenye malengo ya aina tofauti. Ya. Lakini pia aina ya faida unaotaka kutengeneza, pia aina ya hatari ambayo uko tayari kuichukua. Sasa nafikiri sasa tuanze kuangalia Mwajibu. zile ambazo uh, aina za uwekezaji ambazo ni rahisi uh, hasa kwa mtu ambaye ndo anaanza ama hata mm -hmm. unajua kuna mtu mwingine anatamani kuwa mwekezaji anatamani ku, uh, ku invest mm -hmm. lakini labda inawezekana hana mtaji ama mtaji mdogo mm -hmm. au mwingine ana kipato cha kawaida, kawaida. Uh, mwingine uh, labda hajapata wazo. Ni maeneo gani ambayo unaweza kumshauri mtu ambaye yuko katika hali kama hiyo? okay. Um, mtu kama huyo ningemshauri awekeze katika mifuko ya uwekezaji wa pamoja mm -hmm. au mutual funds, kwa sababu mutual funds zinakuwa zina kianzio kidogo, kwanza unaweza ukawekeza kuanzia shilingi elfu kumi kwa hiyo utapata advantage ya kwanza kupata faida, lakini pia utakuza thamani ya uwekezaji wako. So, mifuko ya uwekezaji wa pamoja kwa Tanzania jumla, mm -hmm. iko 20. Na kila moja inakuwa inaenda kuwekeza katika zile regulated investment products nyingine. Yani, hela ambayo inakusanywa kwenye mfuko unakuwa ni mtaji ambao unaenda kuwekezwa katika hisa, katika hati fungani, maana hati fungani kuna za muda mrefu na za muda mfupi. Kwa hiyo inakuwa inatawanywa huko kulingana sasa na malengo ya mwekezaji. Mm -hmm. Kwa hiyo unakuwa ni uwekezaji ambao una kianzio kidogo lakini pia una usalama kwa sababu kama nilivyosema kuna mamlaka nyuma yake na pia mifuko pamoja inakupa uhakika wa faida. Kwa sababu mifuko yote ja pamoja inakupa wastani wa faida si 12% asilimia kumi na mbili kwa mwaka ila kwa mfumo wa riba limbikizi. Yaani faida mpya inayotengenezwa mwaka wa nyuma inarudishwa kwenye mtaji ili kupe faida ya mwaka wa mbele. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. na, na, labda mwingine akisikia mifuko ya uwekezaji wa pamoja anaweza akaelewa zaidi kwa kuitaja baadhi yake ya ba, kwa mfano kama mifuko gani? okay. so kama alivyosema jumla iko ishirini. yeah, yeah. so kuna taasisi tasisi kama UTT Amis wenyewe wana mifuko sita. okay. Umoja Fund, Jikimo Fund, Bond Fund, Liquid Fund, Watoto Fund, Wekeza Maisha. mm -hmm. kuna taasisi kama iTrust Finance wana mifuko kama iCash, iGrowth, iIncome, iSave Iman Fund yeah. Yeah. Sita hiyo. Halafu Orbit Securities wana mifuko kama Inuka Money Market Fund na Inuka Dazan Index Fund. Halafu Watumishi Housing Investment wana mfuko wa Faida Fund. Yeah. Halafu, um, Sanlam Alliance wenyewe wana mfuko um, wa Sanlam, Alliance Fixed, uh, Fixed Income Fund halafu na Sanlam Alliance Money Market mm. Sawa okay. Fund halafu Alfa Halal Fund ni ya, unajua, nimechagua mitatu na hii kwa sababu ulituambia fursa za ee kuwekeza ziko tatu. Kuna mm -hmm. Hii ya mfuko wa uh, wekezaji wa pamoja mm -hmm. Uh, lakini kuna nyingine za bond, uh, ama hati fungani. Hati fungani, yes. Hii inakuaje? Okay. Hatifungani inakuwa ni pale unakuwa unaikopesha pesa serikali ama taasisi. So ukikopesha pesa serikali zinakuwa ni government bonds. So ukikopesha pesa taasisi zinakuwa ni corporate bonds. mm -hmm. So government bonds ziko mm -hmm. za muda mrefu na za muda mfupi. Zikiwa za muda mrefu yani, kuanzia miaka kumi mpaka ishirini na tano ni treasury bond. Ikiwa ya muda mfupi, ile sema mwaka mmoja mpaka miaka mitatu hivi, inakuwa ni treasury bills. mm -hmm. Halafu corporate zenyewe mara nyingi huwa ni za muda wa kati. Kuanzia mm -hmm. miaka mitano mpaka miaka kumi kianzio cha uwekezaji wa hatifungani za serikali milioni moja. mm -hmm, aidha iwe ya muda mrefu au ya muda mfupi, lakini kianzio cha corporate huwa ina range kwenye kuanzia laki tano na kuendelea. Lakini uh, hatifungani zote zinakupa faida inaitwa coupon rate, asilimia faida utakayoipata kwa mwaka kulingana na hatifungani utakokuwa umewekeza katika hiyo. Mm. Changamoto pia inakuwa sasa ni subra, yani kusubiri kwa sababu unatakiwa pia ujipe muda. Exactly, ndio maana nikasema uwekezaji ni, ni kitendo cha kuweka rasilimali pesa na muda. Mm. <laughs> Hakuna uwekezaji ambao utakupa faida ya haraka. Yeah. Ukikutana na fursa uwekezaji ambayo haina kianzio haina capital injection, yani ile kuweka mtaji mara kwa mara alafu inakuahidi faida ya muda wa haraka nua viatu vyako kimbia. Kwa hiyo uwekezaji unaojita vijana maafisa uwekezaji sio sio uwekezaji u haujarasimishwa, ndio uwekezaji pekee ambao unawekeza leo, kesho, yaani baada ya rali unapata e, ee. Ndio maana unaanalizwa sana. <laughs> <laughs> na sana, pamoja na hilo, kuna pia ya ununuzi wa hisa, nao ukoje? So unavyonunua hisa unakuwa unanunua umiliki wa kampuni fulani. mm. Sawa. Kwa hiyo unakuwa unaweka pesa yako kwenye biashara ya mtu ambayo tayari ipo sokoni, alafu akitengeneza faida mnagawana faida, akitengeneza hasara, hasara mnagawana pia hasara. ah. kwa hiyo ndio maana watu wengi huwa wanaogopa sana kununua hisa, lakini kitu kimoja ambacho watu wapasa kujua kwenye uwekezaji wa hisa ni kwamba faida au hasara ya hisa hauipati mpaka uipate. mm. na unaipataje? ni mpaka uuze. Hmm. Ukinunua hisa kwa bei kubwa ikishuka bei, ili uweze kupata ile hasara kwa kushuka bei lazima uuze, ndio utaipata hiyo hasara. Lakini pia ukinunua kwa bei ndogo bei ikipanda, ili kupata ile faida ni lazima uuze, otherwise utakuwa capital gains, yani unahesabia ongezeko la thamani ya uwekezaji wako. Oh ya. Sasa unajua uh, kuna kampuni mbalimbali ambazo zimewahi kujitokeza zikidai kwamba zinafanya mambo ya uwekezaji. Kwa hiyo wanawaambia wasuleteni hela zenu nini, afu baadaye wale majamaa wanakimbia, wanapotea. Umeona bana. Kwa hiyo watu wanakuwa tayari washatapeliwa, washalizwa. Sasa kama mtaalamu, mtu anawezaje kujua viashiria vya uwekezaji wa kitapeli kwamba huu uwekezaji huu uh, uh, sio wenyewe. Kuahidi faida kubwa ndani ya muda mfupi. uh -huh. Kukuahidi, uh, yani kukupa faida kubwa kwa kianzio kidogo sana kibiashara, ukiangalia mm. E, hai make sense yeah. Halafu pia ni uwekezaji ambao hakuna mtu ambaye unaweza ukamshika pale ambapo haujapata zile faida walizokuwa, kwa hiyo nakuwa sio yeah, uwekezaji salama hauna ile regulation. mm. Sawa, kuna hiyo aina uwekezaji pia vijana wengi wanafanya mm. digital currency, lakini inaweza ikawa ni salama, lakini haijaratibiwa crypto hii sijaitaja, eh. lakini ikitokea, lakini kwamba sasa imetokea hasara, hauna mtu wa kumhold accountable, kwa hiyo unakuwa umebeba riski kubwa mm -hmm. Kwa sababu pia uwekezaji unaweza kupoteza pesa nyingi ndani Hauna. Hauna. Ha, ya muda mchache sana <laughs> ah, <uhe>. <laughs> Kwa hiyo uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay. Inabidi uwekeze katika sehemu ambazo zinaratibiwa ambapo ikitokea kwamba pesa yako haijakupa faida unaenda kwenye ofisi husika ili uweze kusaidika mm -hmm. uh -huh. Sasa so, so, kuna wengine pia wana struggle um, kwa mfano watu ambao ni wafanyakazi kazi mm -hmm. wangetamani kuwekeza. Mtu ambaye nitawazungumzia specifically hao kwa sababu ni watu ambao kwanza muda mwingi wako busy kwenye kazi, yeah? Kwa hiyo hata ile kufuatilia sana kwa karibu kuhusu investments ambazo wamefanya si rahisi sana. Kwa hiyo hawa inahitaji pia tuwashauri uh, aina uwekezaji ambayo itakuwa rahisi kwao ambayo itakuwa inaendana na shughuli zao, kwa sababu kuna mtu mwingine yeye asubuhi mpaka usiku iko kazini, lakini pia anahitaji kuwekeza mm -hmm. mm -hmm. Kwa sababu mshahara haujawahi kutosha. Mtu kama huyu na mshauri awekeze kwenye vitu gani hasa? Ni fursa hizi hizi ambazo ni regulated, kwa sababu hizi zote zinakupa kitu kinaitwa passive income. Pesa ambayo hauingii wewe katika sehemu husika ili kuizalisha pesa yako inakuzalishia faida yenyewe. Kwa hiyo hizi zote unaweza ukaweka pesa zikawa zinajizalisha zenyewe zi mm. Alafu utakapohitaji kuchukua faida zako basi unaweza ukachukua kulingana na uwekezaji utakuwa umefanya. Ni fedha gani ambayo mtu anatakiwa kuwekeza? Ile ambayo anaweka kama akiba au fedha ambayo hana matumizi nayo. Kula miogo anaenda kuwekeza bwana bwana. Okay, kwenye swala la fedha gani ya kuwekeza nadhani hilo liko subjective. Uhitaji wako wa kupata uhuru wa kifedha mapema zaidi kutadetermine kiasi cha pesa ambacho wewe unawekeza kila mara, sawa? Kwa hiyo kimsingi kuna utaratibu wa asilimia hamsini, thelathini, ishirini. Asilimia hamsini mahitaji ya muhimu, asilimia thelathini mahitaji ya kibinadamu ambayo sio muhimu sana, lakini asilimia ishirini ndio akiba na uwekezaji. Mrudia tena, asilimia hamsini ni mahitaji ya muhimu kipato ambacho unapata. Tuseme kwa mfano, tuchukue sampo tu kwamba mtu analipwa milioni moja, laki tano laki tano mahitaji ya muhimu alafu, laki tatu mahitaji ambayo ni ya kibinadamu ambayo sio ya muhimu sana kuwa burudani, starehe, shopping yeah, mambo kama hayo alafu asilimia ishirini ni kwa ajili ya akiba na uwekezaji sawa. Uh, <coughs> ambayo sasa pengine unaweza kuchukua kumi ukawekeza kumi ukaweka akiba au ndo hiyo sasa. Naomba niongelee kuna wengine washindwa kutofautisha <coughs> kati ya saving na investment. He, sasa naomba niongelee utofauti wa akiba na uwekezaji. Hmm, zote ni njia salama za utunzaji wa pesa na ni njia nzuri, lakini moja ina manufaa zaidi ya nyingine unavyoweka akiba ni pesa ambayo unakuwa umeitunza sehemu na inakuwa inaweza kuwa na unaweza kuwa na access nayo, unaweza kuipata ukihitaji kwa urahisi, lakini pesa hiyo inapungua nguvu ya kimanunuzi kwa kadri muda unavyozidi kwenda sawa uh, niliwahi kutoa mfano kwenye post zangu moja kwamba elfu kumi inaweza ikawa ni elfu saba mia nne miaka kumi ijayo, lakini pia elfu kumi hii inaweza ikawa ni elfu thelathini na nne miaka kumi ijayo hmm, moja ukiweka akiba, nyingine ukiwekeza. Kwa hiyo pesa ambayo unaiweka kwenye akiba ikiwa haujaiweka kwenye mfumo wa kiuzalishaji, maana yake haiongezeki thamani, radha inapungua thamani kulingana na mfumuko wa bei, yeah, na kupungua nguvu ya kimanunuzi kwa kile ambacho ungeweza kununua wakati huu. Yes, ni tofauti na uwekezaji ambao unavyoweka unapata faida na pesa yako pia inaongezeka thamani. Mm -hmm. Kwa hiyo hela hiyo hiyo ya akiba inapaswa iende kwenye uwekezaji na pia tunaweza ukaona kwamba uwekezaji utakupa changamoto wakati unahitaji kutoa pesa, hapana. Kuna fursa za sasa ambazo unaweza kupata pesa yako ndani ya siku mbili tu za kazi pale ambapo utahitaji. Mm -hmm. Kwa hiyo hata kama itakuwa ni dharura bado utakuwa na urahisi kupata pesa yako pale ambapo utahitaji. Kwa hiyo yes, pesa ya akiba ndio pesa ya uwekezaji. Lakini pia kama wewe una malengo ya kupata uhuru wa kifedha haraka zaidi ama kwa kiwango kikubwa Unaweza sacrifice, unaweza ukabadilisha formula 50 30 20, ukaweka hata 50 20 30 hmm. Yaani hapa ukaibana kwenye starehe ukawa na kiwango kikubwa zaidi cha kuwekeza hmm. Ili pia uweze kufikia uhuru wa kifedha mapema na ukawa na mtaji mkubwa wa kuwekeza. Binadamu lazima, kuna muda unaomba moyo pole. Kwenye huo mchango unaomba, sijaona hela kumsaidia ndugu Inategemea na wewe utaiweka wapi. Itakuwa kwenye hapo kwenye asilimia thelathini. Mahitaji ya kibinadamu bosi sio lazima eh. Hapana. Kiwango cha kipato hakiwezi kumzuia kabisa mtu kuanza uwekezaji kwa sababu uwekezaji kama kwenye hisa unaweza ukaanza hata shilingi na shilingi elfu mbili mia tano kwa sababu hisa unaweza ukanunua kwanza idadi ya vipande vya hisa kumi tu yeah. Hmm. kwa hiyo kama ukuta hisa ambayo inaweza shilingi mia mbili hamsini, maanake ukiwa na shilingi elfu mbili mia tano unaweza kuanza uwekezaji wako. Kwa hiyo mm. kipato akiwezi kuzuia, kinachomzuia mtu kushindwa kuwekeza ni nidhamu ya fedha. Mtu anaona hey, kuliko niwekeze bora yeye hatimaye ni... tutaingia kwenye ile yani, unasikia yani, kwa kiasi kikubwa sisi kwenye jamii yetu ukisikia mtu anaitwa mwekezaji mm -hmm. Yani unaanza kufikira mtu ametoka hey, Ulaya bilionea. <laughs> Hapana, mtu yeyote anaweza kama mwekezaji. Kwa taratibu taratibu kila mtu eh, eh, eh, atakuwa mwekezaji. Kila mtu anapaswa kuwa mwekezaji. Jamani eh, mm. wawekezaji wenzangu mpo. <laughs> <laughs> <laughs> Ah, mwekezaji Hilda, tuendelee. <laughs> <laughs> ha, mimi moyo kwenye kujifunza ah, natamani na, na, sana kufahamu na kujua kwa sababu ni, ni moja kati ya njia ambazo zinaonekana kuwa na manufaa zaidi hasa kwa wale ambao wanaonekana tayari wapo kwenye uwekezaji. Mfano mm. tu nadhani mwaka jana, ipo moja kati ya eh, kampuni hisa zake zilipanda sana na watu walipata faida kubwa na, na, na vitu kama hivyo sasa. Wanda, mambo gani kwa yule ambaye ana, ana, anataka kuanza uwekezaji kwenye kipato cha kawaida anapaswa kuyafahamu? aa, hmm. kama tips kwake mambo ya kuzingatia. Sasa mambo ya kuzingatia, kwanza ujue kupangilia matumizi yako ya pesa. Uwekezaji unahitaji mtaji, bila mtaji hakuna uwekezaji. Kwa hiyo jua kupangilia matumizi yako ya pesa weka jitihada kuongeza kipato chako, kwa sababu ikiwa kuna pesa utaielekezea kwenye uwekezaji, maanake pesa yako ya kimatumizi unaweza ukajikuta unajibana. Kwa hiyo weka jitihada kuongeza kipato chako ili unufaike kimaisha na kiuwekezaji pia, si ndio? Lakini pia pata elimu sahihi ya uwekezaji. Uwekeza kwenye fursa ambayo inaendana na malengo yako, kwa sababu kuna uwekezaji wa malengo ya muda mfupi kama ambazo fursa ambazo zinawekeza kwenye tifungani za serikali za muda mfupi, uwekezaji wa muda wa kati kama hisa, na uwekezaji wa muda mrefu kama fursa ambazo zinawekeza kwenye tifungani za serikali za muda mrefu. Kwa hiyo pia jua malengo yako ya kiuwekezaji, jua kianzio ambacho unataka kuanza nacho na tambua kwamba uwekezaji ni kitu endelevu. Uwekezaji sio tu kuweka hela. Umepata shilingi laki moja umeiweka, umeiacha Hapana, uwekezaji ni kitu endelevu kwa sababu kwa kadri unavyozidi kuongeza mtaji, ndivyo kwa kadri mtaji wako unavyozidi kuongeza thamani kwa siku zinavyoenda. Ndio maana kina nani kina Baresa hawaachi, wanaendelea kuwekeza exactly. Kuna mtu mwingine angepata hizo hela akisema, ah, basi haijawahi kutosha na pesa yote hey. ambayo hujaweka kwenye fu wekezaji inaisha kabisa kabisa. Eh, yeah, yeah. Eh, bana hiyo hiyo kubwa sana hiyo. Um, lakini pia kuhusiana na discipline unajua, uh, swala la uwekezaji naamini linahitaji financial management. Unajua kuna watu wengine ndugu yangu Wanda, yani yeye akiwa na hela tu, hatulii. Yani akishakuwa na hela anaweza akapita ameweka mkono mfukoni, anamwambia yani, yani mkimsalimia tu amewapa hela. Anakuwa ni mtu ambaye kuna ile kuna, ni disorder emotionally anakuwa hajatulia kabisa yani kila mtu atajua huyu kweli ana hela. Sasa hiyo eh, how to solve that? Yeah. Utaitatua kwa kuwekeza kabla ya kutumia pesa yote utakayoipata, toa asilimia ishirini mpaka 30% ya hiyo pesa kabla hujaanza kuitumia. Ndio. Ukifanya tu hivyo utajikuta kwamba una limited amount of money yaani, pesa yako tu kiwango chake kitakuwa imepungua, kwa hiyo hata yale mm -hmm. matumizi yasiyo ya lazima au matumizi ya ghafla yatakuwa hayako tena so, mm invest before you spend. Ndio hapo -hmm. Nafikiria kwamba unajua uwekezaji ni tabia mm -hmm. jinsi gani ya kutengeneza tabia kwa yeah, sababu mtu anaweza akawa anatamani kuwekeza lakini tabia yake isipobadilika, mwisho wa siku atakuwa anawekeza mara ametaka kuitoa ile pesa, yani anawekeza naitoa, anawekeza naitoa. Ndio na maana kuna fursa mbalimbali za uwekezaji yeah. kwa ajili ya watu wa aina tofauti tofauti mm -hmm. Kwa kuna uwekezaji ambao utakupa urahisi wa kutoa pesa pale utakapohitaji. Kuna uwekezaji kama hatifungani ambao hautaweza kutoa pesa mpaka ipate maturity period yake, kama ni miaka mitano mpaka itimie, kama ni miaka 25 mpaka itimie Sawa. So, otherwise takubidi uze kwenye secondary market ambao process yake ni ndefu, lakini pia kuna uwekezaji ambao ukitoa pesa kabla ya muda fulani utakatwa pesa. Ukiwekeza kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambayo inawekeza kwenye hisa, ukiwekeza kabla ya miaka mitatu, unaweza kukata asilimia moja mpaka tatu kiasi cha pesa ambacho unatoa. Okay. Kwayo, tuli, kwa hiyo hilo tu linaweza likakupa discipline kwamba he, kwani kuna ulazima sana mimi kutoa hii pesa, kwani siwezi kusosi hela sehemu nyingine. Mm -hmm. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kukupa discipline. Kwa hiyo unajiona kabisa una discipline. Mm -hmm. Wekeza kwenye uwekezaji ambao una maturity period, hapa yeah, uweze kutoa pesa. Dio? Au uwekezaji kwenye hisa ambao utakubidi <coughs> angalau miaka mitatu ndio uweze kuanza kutoa pesa. Mm hmm. Mm hmm. Hmm. Tusumbue. <laughs> <laughs> Na tunajengaje hiyo tabia tangu uh, kwa watoto. Ya. Yeah, kwa sababu wakati mwingine unakuja unajilazimisha kujijengea tabia kubwaani, eh. Yeah. Samaki ameshakauka, <laughs> <laughs> alavunjika. Anavunjika <Yeah. laughs> hii ndio unajaribu. So labda mimi niongelee personal experience. Mimi yeah. nilifundishwa elimu ya uwekezaji na baba yangu. Nilipokuwa na umri wa miaka mitano tulipewa vibubu nyumba nzima. Tukaambiwa tukifikisha shilingi 10,000 kwa miezi miwili tutaweza kufunguliwa account. Kwa hiyo mimi nikafikisha shilingi 16,000. Okay. Ndani ya miezi miwili. Okay. Kwa hiyo hiyo tu ilinipa kufahamu kwamba pesa sio matumizi tu. Sana. Zamani sana. <laughs> <laughs> <Zamani sana. laughs> Kwa hiyo, from then pia ikanijengea nidhamu nika kila nikipata hela shilingi 2000 ya shule 1000 naweka akiba 1000 natumia, na hivyo mm. Mpaka mwisho wa siku nimekuja kujua sasa kuna fursa za uwekezaji, nimekuta tayari na mtaji wa kwanza. Sio mtoto unampa elfu moja ya, kue, ya nauli alafu, yeah. Anakuja uh, njiani, wakati anaenda amekutana na mjomba, mjomba akampeleka shule, anarudi mwezi, ile elfu moja iko wapi? Ah, nimekula miogo sasa mimi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ni nilikuwa najibana mpaka kuna siku yeah. Nilikuwa na nauli lakini nikaona sikuwa nipewa la pungufu, nilipewa shilingi elfu moja mm. Nikaona sasa hii elfu moja niwekeze au nipande gari. hmm. Nikatembea kwa miguu, halafu nikakutana na baba anaendesha yeah. <laughs> <laughs> <laughs> anaendesha gari <laughs> vipi, hey. Baba, sasa leo ulinipa hela ndogo nikashindwa kuweka akiba sasa, yeah. Ikabidi ni sacrifice kupanda gari, alinionea huruma kaniongezea na nyingine. <laughs> <laughs> <laughs> Lakini moja kati ya changamoto pia ambazo wanakutana nazo watu ambao wana, wana, wana discipline ya hela mm. ya jamii nawaona kama watu bahili Mtu anasema, bahili, mchoyo, yule, yule mchoyo yule. Yeah. Yani yule mkono wake eh, lakini ukiwa unatoa toa ndio watu ah, tajiri, bwana, tajiri. Vipi, ni changamoto hiyo sasa. Kwa hiyo mtu anajikuta anajisikia vibaya yani kwamba ile, uh, kutokuwapa watu hela, watu wanamuona kama mtu mchoyo na nini. Tunawezaji kutofautisha kati ya vitu viwili? Ukiwa na malengo ya kifedha mm, majina yoyote utakayoitwa ni side noise. Mm ni kelele za pembeni, kwa sababu wewe ndo unayejua unalenga nini katika uwekezaji wako, unalenga nini katika kutunza akiba yako mm. Kwa hiyo wakikuita hivyo ni kwa sababu wanaona hawanufaiki na pesa yako eh. Wakati huo wewe ndo unakuwa mnufaika wa pesa yako mwenyewe. Kwa hiyo inabidi pia, personal finance is personal, lazima wewe ndio mnufaika wa kwanza wa pesa yako kabla haujaanza kuwanufaisha wengine. Lakini Wanda, tuko katika jamii Kiafrika ambazo wengi wetu tunategemeana, mfano yeah. Wewe ulimtegemea ndugu wakati unakuwa unasoma na, yeah. Hao ndugu wengine nao wanakutana kutegemea ni, ni sawa, ni lakini hakuna mtu ambaye hana kipato, hatuwezi tukategemeana ikiwa hakuna mtu ambaye hana kipato mm. Kwa hiyo kila mtu kimsingi, hakuna mtu ambaye anatakiwa kumtegemea, kumtegemea mwenzake kama mfuko wake wa dharura nishai, yeah. kuandika hicho kitu kwamba katika malengo yako mwaka 2026 uh -huh. Usitumike kuwa mfuko wa dharura wa mtu mwingine, usitumie pesa yako kusolve dharura za mtu mwingine, kwa sababu dharura kila mtu anaipata na kila mtu inabidi ajiandae kwa ajili ya dharura. Lakini kwa nini mtu akipata dharura anakucheki wewe? na maana wewe dharura yako utamcheki nani? yeah. mm -hmm. Kwa hiyo kila mtu inabidi ajiweke nidhamu ya fedha. Changamoto kubwa changamoto kubwa tulionayo ndio hiyo, ndugu yangu Wanda, yaani yeah. nasikia tu si mtoto wa mkaza mjomba, sio kafanyaje naitaji chochote, lazima kila mtu ajiwekee mipango yake ya kifedha. Yes. nidhamu yake ya kifedha na aweke dharura. Kwa, kwa sekunde chache take away ambao wanawachia watazamaji kusoma, swala ya uwekezaji, cha muhimu kabla kuanza fursa yoyote ya uwekezaji, Pata elimu sahihi ya uwekezaji hmm. Sawa, fuatilia pages mbalimbali kama page yangu mimi, naitwa Miss Wanda Gordoni Instagram, unaweza ukafuatilia kwa kujifunza kila siku kuhusu fursa mbalimbali za uwekezaji, namna ya kuanza na uwekezaji ambao utaendana na malengo yako, kwa sababu uwekezaji wa kwanza kabla hujaanza uwekezaji ni kupata elimu sahihi ya uwekezaji kisha utanufaika na uwekezaji huo kabisa. Na mimi nitafuatilia hiyo elimu kwa sababu <laughs> ambayo tulipuuzia mambo ya uwekezaji hii Januari inatu, inatufundisha uzuri, ni kwamba uwekezaji haina kuwai wala kuchelewa muda, yeah. Utakapofahamu hapo hapo unaweza ukaanza na bado ukaweza kunufaika na uwekezaji. Takuja kufuatilia na ndugu yangu hapo Richard Ngaila. Basi <laughs> hey, simu za kukopa zimekuwa nyingi hii. <laughs> ni wazi kabisa watu hawajia dalala dharura. <laughs> hey, shukrani sana Wanda, asante sana, karibu tena wakati mwingine, kwa elimu hii ya masuala yeah. ya uwekezaji na fedha. Tunakamilisha hivyo na Wanda Gordon ambaye ni mkufunzi wa masuala ya uwekezaji utanufaika na uwekezaji huo kabisa. Na mimi nitafuatilia hiyo elimu kwa sababu <gay>, ambao tulipuuzia mambo ya uwekezaji hii Januari inatu, inatu, inatufundisha uzuri, ni kwamba uwekezaji haina kuwai wala kuchelewa <gay>, yeah, muda utakapofahamu hapo hapo unaweza ukaanza na bado ukaweza kunufaika na uwekezaji wako yeah. Tutakuja kufuatilia na ndugu yangu hapo Richard, Richard Ngaira, basi simu za kukopa zimekuwa nyingi <laughs> <laughs> hii ni wazi kabisa watu hawajajia dala dharura wa shukrani. <laughs> <laughs> Sana, Wanda, asante sana, karibu tena wakati mwingine, kwa elimu hii ya masuala ya uwekezaji na fedha. tunakamilisha hivyo na Wanda Gordon ambaye ni mkufunzi wa masuala ya uwekezaji.